Viongozi kutoka kaunti ya Garissa wamesema watashirikiana na serikali kuu kutafuta njia za kukabiliana na hali ya ukame inayoendelea kukithiri katika maeneo mengi kaunti hiyo. Wakizungumza mjini Garissa, uh, Garissa kwenye hafla ya kisiasa, viongozi hao wamemrai uh, Rais William Ruto kutoa msaada kwa waathiriwa, wakisema watasalia ndani ya serikali ya muungano ili kunufaika na miradi ya mipango kutoka kwa serikali. Wakati ni wakati mgumu, tuna ngaro, kuna drought, kuna shida mingi. We are appealing to the president to help our community, we are stressed because of famine, because of drought. So watu wa Garissa tafadhalini, msupport mheshimiwa William Ruto, two term, hakuna kubaki nyuma, sote tukue na yeye. Ni mtu ambao anasaidia Watu wa Garissa na watu ambao kaskazini mashariki, tunafanya mpango vile tungeweza kujiunga na serikali ujao. Kama hatutokuwa siza wale ambayo tumeunga serikali, tutakuwa kati ya wachama ambao zitaungia serikali. Kwa hivyo tunataka wananchi wa Garissa, wananchi wa Lagdera, wananchi wa Kenya wote watuunga mkono kama tukuwa tunataka kufanya mkakati.